Habari, karibu katika mada ya leo. Leo tunaangalia moja mada muhimu sana kwa ajili ya afya ya mtoto wako. Mara kadhaa tumeona watoto kupandisha joto mara kwa mara na kitu kika kubwa sana, na mara kuna wakati hakuna chanzo ni nini. Tutakuelekeza nini chanzo cha mtoto wako mchanga kupandisha joto kali. Tuko na Daktari Leni Komba atakuelekeza mada hii kwa undani. Kama bado hujajiunga nasi, basi bonyeza alama subscribe ingia timbeni yake, utakuwa umejiunga nasi. Sababu ya kwanza, kwa nini mtoto wako anapandisha joto kali: kupandisha joto kwa mtoto kunaweza kuashiria vitu vifuatavyo. Kwanza ni maambukizi ya magonjwa mbalimbali, mfano anaweza kawa na ugonjwa wa, wa wachanga anaweza akawa na ugonjwa unaitwa bacterial infection, ambapo kuna L na sepsis. Anaweza akawa na pneumonia, ugonjwa wa mfumo wa, wa pumuaji. Anaweza akawa na ugonjwa wa malaria. Anaweza akawa na ugonjwa wa uti, ugonjwa wa uti ambao unaitwa bacterial meningitis. Anaweza pia akawa na magonjwa mengine mbalimbali, ambayo mba, mba anaweza kapelekea mtoto kupandisha joto. Jambo la pili ambalo linaweza kupelekea mtoto kupandisha joto kwa kasi inaweza ikawa ni baada ya chanjo. Baada ya chanjo, baadhi ya watoto huweza kupandisha joto kwa kasi na mama anaweza asitambue sababu nini. Muda mwingine ambapo mtoto anaweza kupandisha joto kali sana ni kipindi ambapo mtoto anaota meno. Baadhi ya watoto kipindi ambapo anaota meno wanapandisha joto kali sana. Muda mwingine ambapo mtoto anaweza kupandisha joto kali sana na ukaisi ana tatizo, kipindi ambapo ameshindwa kupata choo ameshinda kupata choo ndani ya masaa zaidi ya 12 mpaka 24 mpaka 72, basi watoto wengi kupandisha joto huko kinyonga tumbo mm. Ndio mwingine mtu anaweza kupandisha joto akiwa na magonjwa ya virusi kama kuna magonjwa mara nyingi, haya magonjwa ya virusi yanasababisha changamoto mm, katika mfumo wa upumuaji kuna respiratory syncytial virus kuna influenza virus yanaweza kupelekea changamoto mbalimbali. Kuna wakati kupandisha joto kali kwa, kwa mtoto unaweza ikawa ni ishara ya ugonjwa fulani, lakini kuna wakati inaweza ikawa ni ishara tu ya kitu fulani au reaction fulani ambayo inaweza ikapotea ndani ya muda mfupi. Jambo la kuzingatia, ukiona kutoka na kupandisha joto mara kwa mara, hakikisha na mara daktari. Lakini pia kuna dalili zingine ambazo zinaweza zikaambatana na mtoto kupandisha joto kama mtoto anapandisha joto kali sana, lakini anatapika, lakini pia anapata joto kali sana, kuwa anaharisha, inaweza kuwa chengamoto ya magonjwa mbalimbali. Unachopaswa kufanya ni kumwonyesha au kumpeleka daktari mara moja, ili aweze kumsaidia mwanao. Ulikuwa naye daktari Lenicoma. Naamini kuna jambo la msingi sana eifunza katika mara hii. Ni kombe. Ndugo mtazamaji, usiache kusbe kushee video hii kwa watu wengi zaidi, napatu kujifunza zaidi ili tuweze kushare henu hii kwa watu wengi zaidi. Nikutakie siku njema na mua kubariki. Asante kusikiliza.